Hai, ikiwa leo ni uh, Dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya kuelimisha jamii kuhusu watu wenye ualbino, ambapo ni siku mahususi ambayo imeandaliwa na Umoja uh, wa Mataifa, na imekuwa ikitoa rai ama wito mbalimbali kuhusiana uh, na watu wenye ualbino uh, kuendelea kutoa uelewa na kukemea ukatili ambao umekuwa ukiwahusu ama watu wamekuwa kiwafanya kufanya dhidi yao. Sasa leo ni siku hiyo, na popote ambapo upo hivi sasa, uh, unapaswa pia uh, kuendelea kuwa mlinzi mwema ama uh, raia mwema kuhakikisha pia uh, unalinda haki za watu wenye ualbino kwa sababu tunafahamu kwamba, uh, binadamu wote ni sawa uh, kisheria lakini hata kwenye misingi ya dini na ya uumbaji pia wote ni sawa. Kwa hiyo eh, imekuwa ikitolewa elimu kuhusiana na hilo. Sasa hapo baadaye, kama eh, mambo yakiwa sawa, tutaungana na Adelina Mluge ambaye ni mwanachama kutoka kituo cha watetezi wa haki za binadamu THRDC mambo yakiwa sawa, lakini kwa sasa hivi tuangalie makala fupi kuhusiana na siku hii. Asante sana studio Dar es Salaam. Uh, kipindi cha Morning Trumpet kikiwa kimebamba tangu asubuhi, na hapa tuko katika viwanja au uwanja wa senta katika manispaa uh, ya Kigoma Ujiji ikiwa ni maadhimisho uh, ya kuongeza uelewa dhidi uh, ya watu wenye ualbino uh, Tanzania ambapo yanafanyika kitaifa hapa mkoani Kigoma na chama chenyewe cha watu wenye ualbino TAS wakiwa wapo viongozi wao hapa kwa siku kadhaa, uh, ikionekana sasa leo ndio ambapo ni kilele, ikiwa ni asubuhi, na tupo na mweka hazina wa TAS mwenyewe ambaye kwa sasa anakaimu nafasi ya katibu mkuu kutupitisha katika uh, masuala kadhaa katika maadhimisho haya na kwa kwanza tu tuanze na siku yenyewe ya maadhimisho eh, ya kuongeza uelewa wa watu wenye ualbino. Kwenu nyie wenyewe na chama chenu TAS, ni ina maana ipi hasa, ina maana gani kwenu? Asante sana ndugu mtangazaji. Siku hii ya kuongeza uelewa kuhusu ualbino, kwetu watu wenye ualbino, ina maana kubwa sana tukiwa na maana kwamba jamii kwa jinsi ilivyokuwa inatuchukulia na uhalisia wa maumbile yetu ni vitu tofauti, na kitu tulichokiona jamii inahitaji uelewa. Kwa hiyo siku hii maalumu ambayo tumeianzisha Tanzania hapa, lakini sasa ni ya kimataifa, ni siku ambayo inaikutanisha jamii, watu wenye ualbino kutoka sehemu mbalimbali, kazi ambazo wanazozifanya za mikono, lakini vile vile kukutana na watunga sera na watoa maamuzi ili kuweza kuongea nao juu ya mahitaji ya watu wenye ualbino, uwezo wa watu wenye ualbino, lakini vile vile nini ambacho tunahitaji tufanyiwe, ili tuweze kumudu mazingira na sisi tuweze kuishughulikia, kuihudumia jamii yetu katika kila namna ambavyo tutakavyoweza. Kwa hiyo maana kubwa ya siku hii ni kuleta mabadiliko kati ya wenye ualbino na watu wasio na ualbino, kwa maana ya wote tuwe jamii moja yenye ushirikiano na wa kujenga taifa moja. Umeanza kwa kusema pengine jamii ibadilike kwa namna ambavyo inapaswa kuwatazama nyie, lakini nyie wenyewe tu binafsi mmejikubali hivyo na kuona kwamba sasa e, na nyie hamjiogopi kuwafanya labda pengine waogope watu wengine waogope? Asante ndugu mtangazaji, sisi kwa uhalisia, kwa sababu tumezaliwa hivi hivi tulivyo, tunaamini tulivyo ndivyo tulivyo. Kwa hiyo tumejikubali, tumejielewa na hata zile changamoto tunapo tulizo nazo ziki zikipewa huduma bora, basi tunaweza tukafanya vitu vikubwa zaidi kuliko vile jamii inavyotambua. Kwa hiyo tunajiamini, tuna ufahamu wa kutosha, tuna uwezo wa kusikiliza na kufikiria, lakini vile vile kuwajibika kutenda katika kila eneo. Kwa hiyo tumejikubali, na tunamshukuru Mungu kwa kutuumba hivi. Uh, katika hizi harakati zenu sasa, kiasi cha ahadi kuwa na siku yenyewe hii ya kuongeza uelewa Uh, mnaweza mkaeleza wazi changamoto ambazo, sasa kwa tathmini, mnaziona hizi zipo na pengine uh, zikishughulikiwa, uh, itaendelea kuwapa ile kuona kwamba sasa mko kwenye jamii kama wengine pisema. Asante ndugu mtangazaji. Kwanza ningeanza na changamoto ambazo tulikuwa tunapambana nazo kabla eh, kuanzishwa kwa chama chetu. Wakati tunaanzisha chama chetu tuligundua kwamba watu wenye ualbino walio wengi kuzaliwa kwao familia zilisambaratika, watoto wakakosa malezi bora, kwa hiyo wakakosa elimu, wakakosa, wakakosa kipato. Sasa baada ya chama kuanzishwa e, kweli tukawa tunaongea na watu ambao wana, wanapata uelewa wanataka kuajiri watu wenye ualbino, lakini uwezo au elimu ya kufikia ile ajira watu wenye ualbino walikuwa hawana, kwa hiyo hawakuweza kumudu. Lakini kutokana na mabadiliko tulionayo sasa hivi, changamoto yetu kubwa ni kwamba watu wenye ualbino wenye elimu wapo, wenye ujuzi wa aina tofauti tofauti, lakini waajiri bado hawajawa na, na ukaribu wa moja kwa moja kuwaajiri watu wenye ualbino, kwa dhana kwamba inawezekana wasiweze kufanya vyema kama wanavyofanya watu wenye ualbino. Kwa hiyo hii changamoto kwenye huu kukutana na uelewa jamii iweze kuweza kubadilika na kuiomba kwamba iweze kuwaajiri watu wenye ualbino na kuweza kupunguza changamoto. Kwa nini tunazungumzia ajira? Ajira tunayozungumzia ni ya kuajiri, kuajiriwa au ya kujiajiri, tukiwa na maana kwamba sisi ni binadamu ambao tumeumbwa tumewajibikiwa na sisi tunabidi, tunabidi tuwajibike. Hatuwezi kuishi katika mazingira ya kupewa misaada, hatuwezi kuishi katika mazingira ya kufikiriwa. Tunahitaji tupate pato letu wenyewe, na sisi tujipange kwa vile tunavyohitaji. Lakini kwenye kupata hiko kipato, bado na sisi tuna wajibu wa kuisaidia jamii iliyotulea na jamii ambayo sisi tutakaoizalisha kwa sababu sisi ni wazazi vile vile tutazaa watoto wetu ambao tutapaswa kuwalea na jukumu la kuwalea litakuwa ni la kwetu. Mtangazaji, ni mweka hazina uh, wa TAS kwa maana ya chama cha watu wenye ualbino taifa, uh, akiwa hapa mkoani Kigoma, ikiwa ni maadhimisho ya kuongeza uelewa uh, kuhusu watu wenye ualbino, na tunajaribu kutazama akiwa amezungumza changamoto ya ajira uh, hivyo lakini kwa miaka mingi sasa, wakati mwingine kulikuwa kuna masuala ya imani na za kishirikina ambayo yalikuwa yanapelekea mauaji yenu, e, kiasi ambacho nyie na sisi tukawa tunapiga sauti kelele na kila kitu. Kwa sasa hili mnalitazamaje? Lina unafuu, watu wanajaribu kuelewa na mko salama, mnajiona hivyo? Asante ndugu mtangazaji. E, ukatili, mauaji na unyanyasaji kwa watu wenye ualbino e, kwa sasa kidogo yamepungua na hasa katika maeneo ya mijini. Lakini swala la mauaji nasema, kutokana na jitihada mbalimbali zilizofanywa na wadau tofauti tofauti, kwa kweli kwa sasa matukio yamekuwa ni madogo sana ukilinganisha na miaka kumi iliyopita. Kwa maana miaka kumi iliyopita kila baada ya wiki, baada ya mwezi mmoja utasikia kuna mauaji, lakini sasa hivi kwa kweli swala la mauaji halipo. Unyanyapaa, unyanyapaa bado upo na unyanyapaa huu unatokana na mila na desturi na dhana potofu, lakini huu unyanyapaa unapungua zaidi pale watu wenye ualbino tunapokuwa na uwezo wa kujiamini na kuwajibika katika maeneo husika na kuweza kuwajibika ili kuondokana na dhana ile. Na katika jitihada za kufanya unyanyapaa upungue, tunahitaji sana maeneo ambayo tutakuwa tunajumuishwa au tunajumuika. Kwa mfano, hatuna sababu ya kutaka shule maalum kwa ajili ya watu wenye albino isipokuwa tunataka shule yenye mahitaji maalum kwa ajili ya watu wenye ualbino, tukiwa na maana kwamba tutakaposhiriki vyema na watoto wenzetu au walika letu la elimu, watakuja na imani potofu kutoka kwenye maisha au utamaduni waliokuja nao, lakini watapokaa pale na sisi kwa kipindi ambacho tunasoma, watakuja kugundua kwamba ile imani haina msingi. Kwa hiyo tunaanza kuleta mabadiliko kuanzia eneo la shuleni, na hilo la, sasa litakuja kuleta mabadiliko makubwa zaidi katika eneo la kazi. Kwa hiyo jamii tunaiomba iondokane na mtazamo hasi kwamba watu wenye ualbino tunahitaji kuwa na shule zetu maalum au kuwa na maeneo yetu maalum. Hapana, tunahitaji kujumuika, kwa sababu kama tutapata elimu na ujuzi wowote, tutaufanya katika jamii na hatutohudumia watu wenye ualbino peke yetu. Asante. Bila shaka siku hii moja pekee kwa mwaka haitoshi ku, eh, kuongeza uelewa eh, eh, wa watu wenye ualbino kama, kama mnavyotaka Uh, mngetakaje mkakati zaidi ukiachia mbali tui siku moja, ili watu waendelee kuwa na uelewa, kuna mkakati upi hasa kama taasisi mnafanya? Asante. Mkakati wetu kwanza, lengo la chama chetu ni nini? Lengo la chama chetu ni ushawishi na utetezi kwa watu, kwa haki za watu wenye ualbino, na chama chetu kipo katika ngazi ya taifa, kipo katika ngazi ya mikoa, na kiko katika ngazi ya wilaya, na jukumu kubwa la kuweza kuhakikisha katika maeneo tulionayo katika ngazi ya wilaya kuhakikisha kwamba jamii katika wilaya ile inatambua watu wenye ualbino kwa kukutana nao katika mikutano ya hadhara, kwa kuongea kwenye vyombo vya habari na, na redio hizi za, za, za kijamii zilizoko katika maeneo tofauti tofauti, lakini vile vile kuonyesha uwezo na ujuzi tulionao katika kugombea nafasi mbalimbali mbali za uongozi, lakini katika mazingira tofauti ambayo kwa namna moja au nyingine, katika ile hali ya kutenda bado inakuwa inasaidia elimu ina fika kwa jamii ile dhana ya kusema huyu alikuwa hawezi akafanya biashara fulani, kumbe anauza, kumbe tulimwona ameanza na, na, na bigiji mbili, sasa hivi ana bigiji na pipi. Kwa hiyo mtaji umeongezeka, kwa hiyo ana akili ya kukuza mtaji. Alikuja hajaoa, sasa ana mke na watoto wawili. Kwa hiyo yale mabadiliko kwenye jamii ndio mkakati ambao tunaona tukishiriki kwenye jamii itakuwa inabadilika zaidi, na siku hizi itakuwa ni za msukumo wa ngazi ya kisera, ngazi ya kitaifa na kimataifa kwa ujumla. Serikali ya awamu ya sita kwa sasa macho na masikio viko wazi, vinakupata. Yawezekana katika ufanisi wa hayo unayoyasema, kuna jambo ungependa kuwa, kuambia? Hasa kwanza kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan ni serikali ya Mama Samia. Katika mwaka huu tumeweza kukutana naye tukiwa pamoja, watu wenye ulemavu kila mmoja akazungumza mahitaji yake, mama akatoa e, fedha kwa ajili ya kutengeneza sunscreen katika kituo cha kutengeneza sunscreen hizo cha KCMC. Kwa hiyo amepeleka pesa pale. Kwa hiyo ni jitihada ambazo zinaonekana kwa serikali yetu, lakini vile vile mashuleni e, zimeongezeka huduma za vifaa vya kujimudu kwa watu wenye ualbino kusomea. Hizo zote ni jitihada za uelewa wa serikali, lakini ajira angalau sasa hivi kwenye ajira, kwa mfano wa, wa, wenzetu wa ustawi wa jamii, lakini halikadhalika na walimu wenye ualbino wameajiriwa. Hiyo ni jitihada kubwa za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya sita, lakini mwendelezo wa mikopo ya asilimia mbili ya watu asilimia kumi ile ya watu wenye ulemavu, ambayo watu wenye, asilimia kumi ya wanawake e, vijana na watu wenye ulemavu wale mavu, watu wenye ulemavu tunapata asilimia mbili. Kwa hiyo watu wenye ulemavu tumenufaika na ile mikopo, na tunachoamini kwamba mabadiliko kwa hayaji siku moja. Kwa jitihada hii tunaendelea kubadilisha sura za watu wenye ualbino, lakini sura za watu wenye ulemavu kwa ujumla, kwa maana ya kuepukana na swala la ombaomba omba, lakini kuwa na maamuzi yaliyothabiti maamuzi yaliyo thabiti ya maisha, ni yale kuwa na kipato chako na kukipangia, na sisi watu wenye ulemavu tunahitaji kuwa na kipato chetu na kupanga mambo yetu. Asante. kauli mbiu E, kwa kuwa tunaelekea kwenye uchaguzi na sisi tume, kama nilivyosema mwanzo, tunahitaji kushiriki na kushirikishwa katika jamii e, kauli mbiu yetu ya mwaka huu inasema kushiriki uchaguzi ni haki. Tukisema kushiriki uchaguzi ni haki, tukiwa na maana kwamba e, ule mtazamo wa jamii kwamba mtu mwenye ualbino hana uwezo wa kuongoza, mtu mwenye ualbino hana uwezo wa kusikilizwa, mtu mwenye ualbino hana uwezo wa kutenda hiyo isiangaliwe kwa mwonekano wa maumbile yetu, iangaliwe kutokana na uwezo wetu. Bila shaka tunatarajia uh, watu wenye albino kwa wingi katika uchaguzi huu. Kwa kweli tunajitokeza kwa sababu watu wenye ualbino wengi, kutokana na hamasa ya chama, hamasa na wadau mbalimbali wa watu wenye ualbino na walemavu kwa ujumla, wamejenga eh, mchangamano mkubwa na watu wenye ualbino. Kwa hiyo watu wenye ualbino wanajiamini, wanatumia ule uwezo waliojaliwa na sio ile kujisikia kwamba wao sio sehemu ya jamii. Neno moja kwa wapiga kura, basi pale watakapoona watu wenye ualbino wamejitokeza, na wenyewe kuwa sehemu ya kutaka uongozi. Asante. Yaani, katika kauli mbiu yetu inasema tuna haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Kwa hiyo sisi watu wenye ualbino tunaiomba jamii, serikali na wadau pale ambapo tunatakiwa kushiriki, tunatakiwa sisi tuwe pamoja na wao, tuwe tusio sehemu yao, tuwe pamoja na wao kuhakikisha kwamba tunachagua kwa wale ambao tutakawa wapenda lakini, na sisi tukigombea jamii tuchague, ili tuwaonyeshe zaidi uwezo wetu. Na katika kauli mbiu yetu hiyo tunazungumzia kabisa kwamba haki ya, haki ya kulindwa sawa, linda haki za watu wenye ualbino haki zetu za kulindwa ni ile kuondokana na dhana potofu, tusije tukaona kwamba labda mtu mwenye ualbino ni mali, kwamba mtu akafikiria hivi. Jamii yote inapaswa kuhakikisha kwamba watu wenye ualbino tuko salama, tunatumia vizuri maisha yetu ya kila siku. Jamii inanufaika na sisi na sisi tunanufaika na wao. ni mweka hazina wa taifa. ni katika maadhimisho au kilele cha maadhimisho kuongeza uelewa kwa watu wenye albino kitaifa ni Kigoma, na hapa ni katika viwanja vya senta ambako baadaye mchana eh, kwanzia asubuhi kuelekea mchana maadhimisho yatafanyika, na jioni kabisa kutakuwa na mpira ambapo timu yao na timu ya waandishi wa habari Kigoma watacheza, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho, lakini kutengeneza mahusiano. Ni hayo tu. Uh, katika kipindi hiki cha Morning Trapeze kutoka Kigoma na mimi ni Jacobo Ruviro nirejeshe studio kuendelea na taratibu zingine. Asante sana Jacobo Ruviro, uh, mwandishi wetu huyo kutoka Kigoma akizungumza na mweka hazina wa chama cha watu wenye ualbino uh, Tanzania TAS ambapo amezungumza masuala mbalimbali kuhusu siku hii na tunafahamu uh, uh, wamegusia pia kuhusiana na uh, masuala ya kuelekea kwenye uchaguzi. Uchaguzi mkuu tunafahamu, kwamba uh, mtu mwenye sifa ya kuchaguliwa ama kuchagua haihusiani na yeye pengine alivyoumbwa bali, uh, ni sifa zile zina ambazo zinapaswa kuwa uh. Kwa hiyo ni mambo ambayo yamekuwa yakihamasishwa ya, ya, ya, ya, ya, ya uh, siku zote umeshanifahamu vizuri. Kwa hiyo haki ya kuchaguliwa ama kuchagua haihusiani ya mtu mwenye ualbino ama mtu ambaye Eh, hana ualbino lakini zipo sifa nafahamu, eh, kwenye katiba inaeleza mtu mwenye sifa za kuchagua na mtu mwenye sifa za kuchaguliwa ni mtu wa namna gani? mm -hmm. Na kama ambavyo umesema uh, hali ama mwonekano wa mtu ni elimu ambayo imekuwa endelevu uh, ikiendelea kutolewa na hasa kuondokana pia na fikra potofu, lakini uh, mm -hmm. dhana ambazo uh, zimekuwa zikifanyika, ukiangalia pia hata uelewa miaka ya nyuma na wakati huu wa sasa yeah. Uelewa uh, umekuwa kwa kiasi kikubwa, na tumeona pia mabadiliko hayo lakini bado yeah. Uh, sasa unajua, elimu inakuwa endelevu yeah. na sio kitu ambacho kinafanyika uh, na kuachwa kabisa lakini pia hata ukiangalia kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm -hmm, ya mwaka 1977 mm -hmm, uh, ukienda kwenye haki na wajibu muhimu, na pale hasa wanapozungumza kuhusiana na haki ya usawa usawa, uh, binadamu, sheria ya mwaka 1984 uh, ibara ya kumi na tano na ibara ya sita kwamba Uh, kwenye ibara ya kumi na mbili hida mm, uh, kifungu cha kwanza, binadamu wote huzaliwa huru na wote ni sawa mm, wote wanazaliwa huru na wote ni sawa lakini, uh, kwenye ibara hiyo ya kumi na mbili kifungu cha pili kwamba kila mtu anastahili heshima ya kutambuliwa na kuthaminiwa utu wake. Kwa hiyo, uh, ni mambo mengine ambayo tunaendelea kuweka msisitizo hata kwenye katiba pia inatambua kuhusiana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 kwa uh, taathira yake na hiyo, kwenye ibara ya kumi na tatu kifungu cha kwanza uh, na cha pili kama ilivyo pia kwenye ibara ya kumi na mbili inasisitiza kuhusiana na haki ya usawa mm. E, kwa hiyo uh, ubaguzi ni dhambi kama zilivyo dhambi nyingine, lakini eh, ni kitu ambacho kimekuwa uh, kikifanyika uh, mara kwa mara. Jamii imekuwa ikikemea masuala ya ubaguzi, lakini katiba pia inazungumza kuhusiana na hilo. Eh, hasa eh, kwenye usawa wa watu wote kwamba watu wote ni sawa. Mm -hmm. Na ukisikiliza pia hadithi za wale ambao wamepitia changamoto mbalimbali kutokana tu na hali yao ama maonekano. mm -hmm. Na utasikia simulizi hizi ambazo uh, zimekuwa zikigusa kwa namna moja ama nyingine, na siku hii mahususi ilianzishwa, mm -hmm, ili kuendelea kukuza uelewa uh, katika mataifa mbalimbali hususan mbali, mataifa ambayo ni nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa ambao pia umekuwa ukizungumza kuhusiana na mambo haya kwa wazi na kutetea pia haki za kila mmoja mm. Uh, hasa ambao wamekuwa wakipitia madhila ama changamoto, na siku hii huadhimishwa kila ifikapo Juni kumi na tatu ya kila mwaka, na yenyewe Umoja wa Mataifa ikiwa inasema hasa kuhusiana na mabadiliko ya vitendo katika jamii bado yamekuwa yakihitajika ili kuhakikisha watu wanaishi E, wakiwa wanafurahia haki kikamilifu pamoja mm. na usawa wa kuishi bila kuwa na wasiwasi wasi, ama bila kuwa e, na hofu na mm. ya nini ambacho e, wanaweza wakakumbana nacho kabisa. Unajua, unajua uh, wakati mwingine mm. watu wenye ualbino wamekuwa ikiripotiwa mauaji dhidi yao, lakini pia ni kinyume cha katiba ya Tanzania tunafahamu pia ukirejea okay, kwenye sheria hiyo ya mwaka 1984 sheria namba kumi na tano ibara ya sita bado ina, ina, ina, inazungumza hasa ukiangalia hiyo uh, ipo kwenye ibara ya kumi na nne kwamba uh, kila mtu anayo haki ya kuishi na, kupa, uh, na kupata kutoka kwa jamii hifadhi ya maisha yake kwa mujibu wa sheria. hmm. uh, kwa hiyo bado ni eh, namna gani kuna msisitizo wa mambo haya ya msingi, lakini hata maazimio ya dunia juu ya haki za binadamu yamekuwa yakisisitiza sana juu ya usawa eh, juu ya uhuru wa watu, juu ya watu kuwa huru na kila mtu kuwa na amani eh, na maisha yake. Kwa hiyo uh, kila mmoja kwenye jamii anapaswa Uh, kuwa balozi mwema wa maisha ya, ya mwingine, yani kuhakikisha uh, wewe Hilda ama mimi ama Mtanzania yoyote ama mtu yoyote kuhakikisha, anakuwa sababu ya furaha ya amani ya mtu mwingine, na hiyo itasaidia pengine uh, watu kuona jamii ni sehemu salama zaidi ya kuishi. Kuna wakati kumekuwa na hofu na mashaka juu ya mambo mbalimbali kwa inapelekea watu kwenye jamii kuto kuaminiana, kila mmoja anakuwa na shaka na mwenzake wakati uh, hatukuwa huko hapo zamani. Eh, tumekuta uh, wazee wa zamani wakiona dunia kama sehemu salama, lakini kadiri miaka inavyozidi kwenda mambo yamekuwa tofauti. Mambo yamekuwa amekua mm -hmm. akibadilika Hilda na Richard mm -hmm. mm -hmm. na kubwa ndio hilo na ndio ujumbe pia wa siku ya leo, lakini maadhimisho haya yanafanyika huko Kigoma, kama ambavyo pia mwenzetu uh, Jacob Ruvilo awali alizungumza na mweka hazina wa chama cha watu wenye ualbino yani TAS kuzungumzia pia mambo um, mbalimbali ikiwemo maadhimisho ya siku hii ya leo. Tunakamilisha hivyo uh, kwa sasa uh, ikiwa ni siku ya kuongeza uelewa zaidi uh, kwa watu wenye ualbino uh, na kwa jamii kwa ujumla.